Kwa sasa naenda kuelezea vi, vitu vya msingi ambavyo vinatakiwa kuandaliwa kabla ya kupokea vifaranga na vitu hivyo ni kama vifuatavyo. Kitu cha kwanza ambacho inatakiwa kujua kuhusiana na vifaa ni kwamba wakati wa uandaaji wa vifaa, mfugaji unatakiwa kuangalia, unatakiwa kuangalia kwamba vifaa vya kutumia kuku vinakwenda pia na umri wa kuku kwamba kama ni kuku wadogo wana vifaa vyao, lakini pia kwa kuku wakubwa wana vifaa vyao. Na vifaa hivyo, kwa kwanza, nitaanza na vifaa vya chakula, ambapo kwenye vifaa vya chakula tuna sahani, lakini pia tuna vilishio vya, vya, vya tube, lakini pia tuna vilishio ambavyo ni vya mashine ambavyo tunaviita ni pan feeders. Hivyo vyote ni vifaa vya chakula ambavyo unaweza ukavitumia, unaweza ukavitumia wakati wa ufugaji wako. Cha muhimu ni kuzingatia kuku wana umri gani, lakini pia kuzingatia ni kifaa kinachukua kuku wangapi. Kwamba tunaangalia kama ni sahani inachukua kuku hamsini, je, kwenye nyumba utakuwa na kuku wangapi? ambao ndani ya nyumba kunatakiwa kuwa kuna vifaa ambavyo havizidi, lakini pia havipungui, kwamba vinaenda idadi sawa na idadi ya kuku ulionao ndani ya nyumba. Lakini pia kuna vifaa vya maji, ambapo kwenye vifaa vya maji pia kuna machagulio tofauti tofauti ambapo mfugaji anatakiwa kuchagua kifaa ambacho kinalingana pia na umri wa kuku wake lakini pia na idadi ya kuku ulionao ndani ya nyumba. Kama ni kifaranga basi apewe kifaa ambacho kitakuwa ni kidogo kinachoendana na umri wake, lakini pia kama ni kuku mkubwa, chombo cha maji pia kitakuwa ni kikubwa kulingana na umri wake vifaa. kwa hiyo vifaa vinaenda kwa namna hii, lakini pia kitu kingine ambacho kinatakiwa kuandaliwa ni sehemu ya kutunza kumbukumbu kumbu, ambapo kila kitu kinachofanyika shambani kinatakiwa kiwe kinaandikwa kwamba ni, ni, kitu anachokifanya mfugaji ni biashara, hivyo anatakiwa kuandika, kuweza kutambua kwamba ndani ya nyumba ana kuku wangapi, lakini pia wanakula chakula kiasi gani, ili kuweza kufuatilia maendeleo yao, lakini pia ili kuweza kufanya vizuri. Kingine kinachotakiwa ni kuwa na makaratasi au gazeti, ambayo makaratasi hayo huwa tunayatumia wakati wa kuandaa nyumba kwa ajili ya vifaranga, kwamba wakati wa kuandaa nyumba, karatasi tunalitumia ili kuweza kumchangamsha kifaranga, lakini pia makaratasi hayo tunayatumia ili kuzuia ulaji wa matandiko kwa kifaranga. Lakini pia unatakiwa kuandaa unatakiwa kuandaa ceiling board au sehemu ambayo unaweza ukatengenezea kingo zako, kwa sababu vifaranga siku ya kwanza watakapokuwa wamefika, inahitajika kuwe na sehemu ambayo tunaitengeneza ambayo ni ukingo wa duara kwa ajili ya malezi ya mwanzoni kabisa. Lakini pia unatakiwa kuandaa chanzo cha joto. Vifaranga tunaokuwa nao ni vifaranga ambao wanahitaji kutengenezewa mahali pa joto, ambapo kwenye vyanzo vya joto pia kuna machagulio tofauti tofauti. Unaweza ukatumia taa za joto, unaweza ukatumia jiko la mkaa, lakini pia unaweza ukatumia hita za gesi. Kitu kingine ambacho utakihitaji kwenye nyumba yako, kitu ambacho unatakiwa kwa kifaa kingine ambacho unatakiwa kuandaa, unatakiwa pia kuweza kutambua ni utatumia matandiko ya aina gani, ambapo kwenye matandiko kuna aina tofauti tofauti kulingana na mahali ulipo kwamba kuna matandiko ambayo ni pumba za mpunga, kuna majani yanayotokana na ngano, kuna maranda ya mbao, kuna mabaki ya alizeti. Hayo yote yanaweza yakatumika kama chanzo cha matandiko sehemu ambayo kuku wako watakuwa wanaitumia kupumzika. Lakini pia kuna chagulio lingine ambalo chagulio hili ni kwa yule mtu ambaye atakuwa anafuga kuku wa mayai. Kwenye kuku wa mayai utaandaa sehemu ya kutagia au tunasema ni viota. Kwa hiyo utaandaa viota ambavyo viota hivyo utaviandaa mahususi kabisa kwa ajili ya kuku wako kuwa na mahali pa kutagia. Kitu kingine ambacho unatakiwa kuandaa, unatakiwa pia kuwa na mavazi maalumu pamoja na viatu maalumu ambavyo utakuwa unavitumia wakati wa kuhudumia kuku wako, kwamba kwenye nyumba yetu ya kuku ili kuweza kuzuia kueneza vimelea vya magonjwa, unatakiwa kuwa na mavazi maalum ambayo mavazi hayo yatakuwa ni kwa ajili ya shambani, kwa ajili ya nyumba yako ya kuku peke yake, lakini pia viatu vya plastiki ambavyo viatu hivyo unaweza ukatumia, gumboots zitakuwa ni vizuri, na zinatakiwa pia ziwe zinasafishwa mara kwa mara. Lakini pia unatakiwa kuandaa sehemu ya kunawia mikono, kwa sababu kabla ya kuingia kwenye nyumba ya kuku unatakiwa kuwa na maji ambayo yanatiririka lakini pia kuwe na sabuni. Kwa hiyo utaandaa ndoo au kindoo, sehemu ambayo utakuwa unanawa kila wakati. Wakati wa kuingia kwenye nyumba ya kuku unatakiwa kunawa mikono na wakati wa kutoka unatakiwa kunawa mikono, ili kuweza kuzuia ule uwezekano wa vimelea vya magonjwa kufika ndani ya nyumba yako. Lakini pia kunatakiwa kuwa na sehemu ya kukanyagia dawa. Sehemu hiyo unaweza unaitengeneza na kuiweka nje ya nyumba, ambapo utakuwa kila wakati ukiingia ndani ya nyumba na wakati wa kutoka, unatakiwa kuwa unaloweka miguu yako kwenye dawa, ambapo dawa hizo ni, ni zile ambazo ni disinfectants. Lakini pia kitu kingine, kinatakiwa kuwa na daftari la kuandika wageni kama kutakuwa kuna wageni ambao wanakutembelea, ni muhimu pia kuwa na mahali ambapo utakuwa unaandika wageni hao ili kuweza kujua, ili kuweza kurekodi, lakini pia kwa ajili ya kumbukumbu kwamba ni nani na nani wakutembelea shambani. Lakini pia unatakiwa kuwa na kipima joto, ambapo kipima joto hicho kitakuwa kinakuonyesha lile joto la ndani ya nyumba ambapo joto la cheni pamoja na lile la juu kabisa ili uweze kutambua kwamba je, joto lililopo ndani ya nyumba linawatoshea vifaranga au haliwatoshee. Lakini pia unatakiwa kuandaa, baada ya kuwa umeandaa kipima joto, unatakiwa pia kuwa na mzani, ambao mzani huo tunautumia kwa ajili ya kupima kuku wetu, lakini pia mzani tunautumia kwa ajili ya kupima chakula, kwamba chakula cha kuku kila siku wakati tunawapa kinatakiwa kupimwa kulingana na umri wa kuku, lakini pia idadi ya kuku ulionao ndani ya nyumba. Wanapewa chakula kulingana na idadi yao pamoja na umri wao, kwa hiyo chakula hicho kitakuwa kinapimwa. Hivyo ndivyo vitu vya msingi ambavyo unatakiwa kuviandaa kwenye nyumba yako kabla ya mapokezi ya vifaranga.